Kusema Chama cha Mapinduzi kinakwenda katika uchaguzi mkuu kikiwa na vyama kumi na saba vya upinzani. Kwa hiyo tutashiriki vyama kumi na nane katika uchaguzi huu, Chama cha Mapinduzi na vyama kumi na saba vya upinzani na uchaguzi huu ni chama kimoja tu ambacho hakitashiriki uchaguzi huu, na na chama hiki nataka niwaambie, hawajasusia uchaguzi, wameamua kupumzika. Mwambie jirani yako wameamua kupumzika Wameamua kupumzika. Na nyinyi mnajua ukiwa unatembea umbali mrefu, rafiki yako anakwambia goti linauma, kifua kinabana, utamshinikiza kuendelea na safari? Hapana. Kwa hiyo wangapi wanakubaliana CHADEMA wapumzike safarini, eh. Kwa hiyo tusiwasingizie kwamba wamesusia, wamepumzika. sisiem oye! Kwa hiyo akitokea mtu hapa kimbelembele eti no reform no election muongo! Mwambie mmeamua kupumzika. Niseme sababu nisiseme? Moe. Sababu ya kwanza wao kupumzika, moja, Dr. Samia amewafilisi ajenda zao zote. Smoye, kwa wakija mtu hapa hey, barabara kutoka Mpwapwa Panda, mgovu mwambie Dr. Samia ametiki yeah! Iyo barabara itajengwa sisiemu oye yeah! Kwa hiyo ajenda zao nyingi hazipo. Kwa hiyo wakasema bwana, bora tupumzike. La pili, je, la mnajua anaoendelea chama chao kina shida kubwa Hawana hela za uchaguzi, najua hawana wagombea, wanagombana wao kwa wao, wamezaa chama kipya kinaitwa Chauma, wamezaa grupu linaitwa G55. Kwa <coughs> hiyo, kama kuna mtu papo anawadanganya danganya, no reform no election, muongo! sisi mabadiliko ndugu zangu yamefanyika, tusikilizane. siimoye <tipos> naomba niwaambie, hicho ni kichaka tu wanachotaka kujifichia. Ukweli unajulikana. Kwa hiyo uchaguzi huu, tunaenda katika uchaguzi na vyama kumi na nane, kwamba ni uchaguzi ambao upo kwa mujibu wa Katiba, ni takwa la kikatiba. Watanzania ni waelewa. kila baada ya miaka mitano Watanzania wanajua tunachagua diwani. Uongo? Kweli? Kila baada ya miaka mitano watanzania wanajua wanachagua mbunge. Uongo? Kweli? Kila baada ya miaka, miaka mitano Watanzania wanajua tunachagua rais. Uongo? Kweli? kwa hiyo wameona ile no reform imeshindikana, wameipinga wenyewe, imepingwa na vyama kumi na nane ambavyo vinashiriki uchaguzi. Kwa hiyo wamesema, nimewasikia basi, bora uchaguzi usogezwe mbele. Sasa unasogeza uchaguzi kwa sababu gani? Na mimi nataka niwaambie uchaguzi unaweza ukasogezwa mbele kama kuna vita haya. <laughs> sisiemu hey. Oye nyie Mpwapwa mna vita hey. Kongwa kuna vita, Dodoma kuna vita, si walipita hapa na mikutano yao hiyo. Sasa hakuna sababu ya kusogeza, na na lakini nataka niwahakikishie na Mabadiliko ya sheria yamefanyika kwa kiasi kikubwa sana.